Asalamu alaikum warahmatullahi wa barakatu, wapenzi watazamaji wa chaneli hii. Siku ya leo kwa mara nyingine, tunapenda kupeana faida ndani ya faida. Leo ambayo tunataraji kuitoa, kuna watu wanapatwa mizonge ya aina mbalimbali. Inafika mahala, mtu matatizo yanamwandama, likitoka hili linakuja hili, likitoka hili, baada ya hili, lakini kuna muhimu kuja kukuta madeni yamemwandama lakini bado unakuja kukuta kuna mwingine anaweza akalisema zuri, lakini kwa watu likaonekanika ni baya. Lakini wapo watu ambao inafika mahala hata katika upande wa biashara zao wanaweza wakafanya biashara, lakini mambo yao hayaendi. Basi leo tunataka tutazame aya miongoni mwa aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, namna gani utaitumia aya hii ikakuonyesha muujiza mkubwa sana katika maisha yako. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya utafanya istighfari wakati unaliendea hilo jambo, lakini kwanza kabisa utashika udhu wako vizuri. Japokuwa wapo watu wanakwambia kwamba dua unaweza ukafanya hata kama una udhu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akitaka kuzungumza na Mwenyezi Mungu, alipokuwa akitaka kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anamuomba, cha kwanza anashika udhu, kisha anakaa kwa kugeukia kibra, kisha anamuomba mola wake jambo ambalo analikusudia. Mtukufu wa daraja huyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi Waislamu kiigizo chetu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi na wanasihi pindi unapotaka kumuomba Mwenyezi Mungu jambo lolote basi, kwanza hakikisha uko twahala, shika udhu wako vizuri, kisha mwelekee Mwenyezi Mungu kumwambia jambo lako baada ya kushika udhu wako tayari, kisha kaa kitako. Kisha baada ya hapo fanya istighfar, nastaghfirullah nastaghfirullah nastaghfirullah nastaghfirullah. Utafanya istighfari mara mia tatu na kumi na tatu. Kaa kitako, tusiwe wavivu kwenye kumuomba Mwenyezi Mungu Mtake msamaha mwala wako. Kuna madhambi mengi tunayoyafanya ya dhahiri na mengine ya siri, lakini sisi tunatakaga Mungu atupe tu ya kwetu tu, atupe sisi. Kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu tunakuwa wavivu. Dumu katika hiyo istighfari, fanya mia tatu kumi na tatu. Lakini baada ya hapo, mtaje Mwenyezi Mungu kwa jina ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mtaje Mwenyezi Mungu kwa idadi ya mala mia tatu na kumi na tatu. Kisha baada ya hapo ukimaliza mara mia tatu kumi na tatu mtakie rehma mtukufu wa daraja Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mara mia tatu na kumi na tatu Tunakwenda mia tatu kumi na tatu mia tatu kumi na tatu mia tatu kumi na tatu Baada ya hapo ukishamaliza, pale pale umekaa kitako, basi ndio utaisoma aya hii, utasema laisa laha min duni llahi kashifa laysa laha min duni llahi kashifa. Kwa hiyo utaifanya hii aya mara elfu sita mia sita na sitini sita hali ya kuwa umekaa kitako sehemu moja, kwa kumtaka msaada Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ukimaliza idadi hiyo, kisha nyanyua mikono yako katika hali ya unyenyekevu, hali ya ushui, maana yake mikono yako iweke hivi kisha mlilie Mwenyezi Mungu jambo lako lolote ambalo umelitilia nia, kulikusudia. Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi kwenye hilo jambo. Fanya hivyo, siku ya kwanza utafanya kwa hesabu hiyo, na siku ya pili utafanya kwa hesabu hiyo, utamaliza siku ya tatu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah atakufanyia kila lile ambalo umelikusudia, au linalitesa nafsi yako, linaumiza moyo wako, kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Allah atakufanikishia kwa kutumia njia hii niliyokupa ya laisa laha min dunillahi kashifa wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.